Kuna msemo wa zamani unaosema hivi: kila kitu hupanda na kushuka kulingana na uongozi. Kwa maneno mengine, watu mara chache sana hupita viongozi wao kwa tabia, maadili na dhamani. Mara nyingi husema hapa nchini kwangu, huwa tunachagua viongozi tunaostahili. Sasa anataka kukuambia hili si jambo jipya, wala tatizo jipya. Ukosefu wa viongozi wa kumcha Mungu ni tatizo la tangu zamani. Kwa kweli hata enzi za Nabii Malaki, Israeli hawakuwa na mfalme wa kidunia, lakini walikuwa na viongozi. Na viongozi wao wakuu walikuwa makuhani. Lakini tangu mwanzo tumejifunza katika kitabu hiki kidogo cha unabii kwamba makuhani ambao walipaswa kuwa mfano wa utakatifu na kuwafundisha na kuwashauri watu wa Mungu walikuwa wakifanya kinyume chake, walikuwa wameharibika walikuwa wameshindwa kabisa. Waliona majukumu yao kama kitu cha kuchosha, unajua, kazi ya kuchosha na ya kuumiza. Hawakuwa wanajali hata kidogo kuhusu watu waliopaswa kuwaongoza. Kwa kweli, walikuwa wanasababisha watu kupotea. Sasa, katika somo letu lililopita, tuliona Bwana akiwakabili makuhani kwa uasi wao dhidi yake. leo hapa katika kitabu cha Malaki sura ya pili, Mungu anaenda kukabiliana na taifa zima akiwakumbusha kwamba yeye ndiye waliye mdharau. Kwa hiyo Malaki sasa anahutubia taifa zima hapa kwenye mstari wa kumi: Je, sisi sote hatuna baba mmoja? je Mungu mmoja akutuumba sisi sote? Basi kwa nini tunasalitiana sisi kwa sisi tukilivunja agano la baba zetu? Kwa maneno mengine, nabii anauliza, je, kweli mtaenda kumpinga baba yenu wa mbinguni, muumba wenu, Mungu Bwana, ambaye kwa neema aliweka agano na mababu zenu? Je, kweli mtaipuuza hiyo agano? Sasa naona ni jambo la kuvutia kwamba Malaki anawaonyesha dhambi yao hapa kwa kuangalia ndani ya nyumba zao, mahusiano yao ya ndoa na ulezi wao wa watoto. Yote haya yanaonyesha ushahidi kwamba wanamwasi Mungu. Malaki anaenda kuwashitaki kwa mambo matatu hapa. Kwanza, wamevunja viapo vyao vya ndoa. Malaki anatoa shitaka hili katika mstari wa kumi na nne: Bwana alikuwa shahidi kati yako na mke wa ujana wako, ambaye umekuwa si mwaminifu kwake, ingawa yeye ni mwenzako na mke wako kwa agano. Unaona, hawakuona tena viapo vyao vya ndoa kuwa ni vya lazima wala havikuwa vitakatifu tena. Sasa, pili, hawa wanaume wameoa wanawake ambao si waumini wa Bwana kama inavyoonyeshwa katika mstari wa 11. Hawa ni wanawake wa kigeni ambao hawataki kabisa kuwa na uhusiano wowote na Mungu wa kweli aliye haina. Sasa hili litafungua mlango wa ibada ya sanamu. Tatu, wamepuuza kusudi kuu la Mungu kuhusu ndoa na familia ambalo limetajwa hapa katika mstari wa 15, kuwa na watoto na kuwalea ili waelewe maana ya kumfuata Bwana, na hilo haliwezi kutokea ukiwa umeoa wasioamini. Sasa onyo hilo hilo kimsingi limerudiwa tena katika mbili wa Korintho saa sita na madakika kumi na nne ambapo nira isiyo sawa ya muumini huoa au kuolewa na asiamini imekatazwa. Na lazima niseme, katika miaka yangu ya uchungaji, nimeona maumivu, nimeona huzuni katika maisha ya wanawake wengi hasa waliowaolewa na wanaume waliodai wanaamini Mungu lakini kwa kweli hawakuwa na moyo wa Mungu na haikujulikana hadi baadaye. Sasa wanawake hawa wengi huja kanisani peke yao wakati waume zao wanakata nyasi au wanacheza gofu. Wanawake hawa wanajaribu kulea watoto wafuate Mungu bila baba mwenye kumcha Mungu kwa mfano, na mara nyingi nawafikiria wanawake hawa kama wajane wa kiroho na moyo wangu unawaonea huruma leo. Kwa kweli siwezi kujivunia zaidi juhudi zao za kufanya hili wakiwa peke yao. Sasa Bwana anaashiria ahadi ya urejesho kwa watu wake hapa katika sura ya tatu, na anawaambia hapa katika mstari wa kwanza: Tazama, namtuma mjumbe wangu, naye ataiandaa njia mbele yangu. Hapa inazungumzia, inatazama mbele kuhusu kuja kwa Yohana Mbatizaji ambaye Yesu anamtambua katika Injili ya Mathayo kama huyu mjumbe anayeandaa njia kwa ajili ya Masiha. Sasa hapa katika mstari wa kwanza, maneno yote mawili mimi na i mjumbe wa agano yanamrejelea Masiha Yesu. Kauli hii hapa, Bwana mnaye mtafuta atakuja ghafla hekaluni mwake, ni rejeleo la kuja kwa Bwana mara ya pili atakaporudi, na kama tunavyoona mara nyingi katika Agano la kale kuja kwa Kristo mara ya kwanza na mara ya pili kuna changanyo pamoja kana kwamba kunatokea kwa wakati mmoja. Unahitaji kuelewa, manabii wengi hawakuelewa kabisa kwamba Masia angekuja kwanza kufa, halafu baadaye utawala kama mfalme. Kwa hiyo maandishi yao yanazungumzia tu kuja kwake bila kutofautisha kati ya ujio wa kwanza na wa pili. Sasa hilo litaelezewa baadaye katika Agano Jipya, lakini kile ambacho wasomaji wa Malaki wanahitaji kuelewa sasa ni kwamba haki ya Mungu itafunuliwa Masiha atakapojitokeza. Je, Mungu atatimiza neno lake? Je, Masihi atarudi? Basi Bwana anasema hapa katika mstari wa sita: Mimi Bwana sibadiliki, kwa hiyo ninyi, enyi wana wa Yakobo, hamtangamizwa. Na hiyo ni habari njema, kwa njia hukumu ya Mungu juu ya taifa Haitayangamiza Israeli. Mungu atatimiza ahadi yake ya agano. Masiha atarudi na kuanzisha ufalme wake kama vile manabii walivyotangaza. Sasa, hebu niwaambie, ahadi hii haitoi faraja yoyote kwa wanafiki wanaompinga Mungu. Hapa katika siku za Malaki, Mungu anawashitaki watu kwa kugeuka na kuacha sheria yake, hapa katika mstari wa saba. Anawahimiza watubu. Anasisitiza dhambi nyingine maalum hapa katika mstari wa nane, ambapo anauliza je, mwanadamu anaweza kumwibia Mungu? Lakini mimi mnanibia. Lakini mimi mnasema, tumekuibiaje? Ni katika zaka zenu na sadaka zenu. Kwa maneno mengine, wameacha kuleta nafaka zao, chakula chao na wanyama kwa ajili ya sadaka ambazo hatimaye ziliunga mkono hekalu la Bwana na kuwalisha makuhani. Kwa njia, nataka uone wapendwa, neno la zaka hapa limetumika kwa wingi. Watu walikuwa wanazuia kile ambacho kingekuwa kama asilimia ishirini na tano ya mazao na mifugo yao ya kila mwaka. Zaka za agano la kale zilikuwa sawa na kodi. Watu walipaswa kulipa kodi hizi hizi zaka kwa Bwana ambazo ziliunga mkono ukuhani na jamii. Hiyo ndiyo ilikuwa mfumo wao wa ustawi, mfumo wa hekalu wakati wa siku zao. Sasa hawalipi kodi zinazohitajika na mfalme wao wa mbinguni, na kwa sababu hawamtii, Bwana anaahidi hapa ufunga mbingu. Hiyo ni halisi, hakutakuwa na mvua, mazao yao yatashindwa, isipokuwa watubu. Ni pale tu watakaporudi kwa Mungu kwa utii na kutimiza wajibu wao ndipo watakapopata tena ustawi wa mali katika nchi yao. Sasa sura ya mwisho hapa ya Malaki sura ya nne inaanza na uthibitisho wa Mungu kwamba siku ya hukumu inakuja, lakini hiyo siyo mwisho wa hadithi. Kwa kweli, mstari wa pili unatueleza kwamba wenye haki wataenda nje kwa furaha wakiruka kama ndama kutoka zizini mwao. Sasa pamoja na hayo, Bwana anafunga kitabu hiki cha unabii kwa kuwasihi waumini kufanya mambo mawili: kwanza, kutii neno la Mungu na pili, kuwa macho kumwangalia nabii Eliya. Atakuja kabla tu ya kurudi kwa Masiha. Ni kwamba Yesu anamrejelea Yohana Mbatizaji kama Elia katika Mathayo 17. Inawezekana zaidi kwamba anamaanisha hivi kwa maana kwamba Yohana alikuja katika roho na nguvu za Eliya, kwa sababu Yesu pia anatarajia Eliya wa wakati ujao. Sasa, je, nabii Eliya wa Agano la Kale, e, atakuja kweli kabla ya kuja kwa pili kwa Yesu? basi kuna watu wanaojadili suala hilo. Hata hivyo, tunajua hili. Shahidi atakuja akiwa na nguvu za Eliya na atayanda Israeli kwa nguvu kwa ajili ya Masiha wao. Kwa kweli tumeambiwa hiki ndicho atakachofanya. Mstari wa sita, mstari wa sita unatueleza kwamba atageuza mioyo ya baba kwa watoto wao na mioyo ya watoto kwa baba zao. Kwa maneno mengine, tatizo ambalo Malaki alilishughulikia awali kuhusu familia na nyumba zilizovunjika basi litatatuliwa. Watu watapatana na Mungu, familia zitapatana, baba watakuwa na moyo wa kujali watoto wao. Hii itakuwa wakati mzuri sana unaozungumzia urejesho wa taifa wamsho katika taifa la Israeli kabla ya kurudi kwa Yesu ambao utatokea wakati wa dhiki kuu kabla ya Masiha kurudi. Basi hii unabii wa mwisho wa kutia moyo sasa unatufikisha kwenye ukamilisho wa Agano la Kale. Na kwa unabii huu, ufunuo wa Mungu unakoma. Ufunuo huo utasitishwa kwa miaka mia nne. Hukumu juu ya Israeli inakuja, lakini pia Masiha anakuja na hivyo basi taifa linapofunga ukurasa wa agano la kale, linahimizwa kutazamia uja kwa mwanakondo wa Mungu atakayekufa ili kulipa adhabu ya dhambi. Leo hii sisi ambao tumesimama upande wa pili wa msalaba tunaweza kutazama nyuma, na tunahitaji kufanya jambo lile lile, hata hivyo, ambalo Mungu anawaomba Israeli wafanye, hilo kutii neno la Mungu na kukesha kuwa macho kwa ajili ya kurudi kwa mfalme wetu, mwokozi wetu, ambaye atalipeleka kanisa mbinguni wakati wowote. Sasa na hadi atakapotokea, basi niruhusu nifunge agano la kale kwa kusema kile tunachosema mwisho wa kila kipindi: neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.